Hapo zamani za kale katika mtaa tulivu wa Buguruni Malapa waliishi wanandoa wawili wakikaa jirani. Mtaa huo ulikuwa mbali kidogo na kelele za jiji kuu la Dar es Salaam. Waliishi katika vyumba vya kupanga na milango yao ilielekeana moja kwa moja. Kila asubuhi jua lilipoanza kuchomoza, wake hao wawili, Rubi na Lina, walikuwa na kawaida ya kufungua milango yao na kusalimiana kwa tabasamu tamu. Nyumba zao zilikuwa karibu sana kiasi kwamba hawakuhitaji kutoka nje ili kuonana. Rubi na Lina walikuwa marafiki wa karibu sana. Urafiki wao ulianza tangu zamani, kabla hawajaoa na sasa walikuwa majirani, jambo ambalo lilionekana kama mpango wa Mungu. Lina ndiye aliyepata mtoto wa kwanza, msichana mrembo sana, na furaha ikajaa nyumbani kwao. Mtoto huyo aliheshimiwa na wazazi wote wawili na akawa kitovu cha furaha yao. Miaka ilivyoendelea, Lina alipata watoto wengine watatu, na kila mtoto alileta kicheko na furaha mpya nyumbani. Nyumba yao ilijaa sauti za kucheka kwa watoto na pilika pilika za familia inayokuwa kwa upendo. Wakati huo huo, Rubi alikuwa anajitahidi kuficha hisia zake za huzuni na upweke. Alimfurahia rafiki yake, lakini moyoni alihisi uchungu kidogo. Kwa nini Lina apewe watoto wengi ilhali yeye hana hata mmoja? Alikuwa akitamani sana kuwa mama lakini ndoto hiyo bado haijatimia. Furaha ya Lina ilikumbusha Rubi kila siku kile alichokikosa. Kadri muda ulivyopita, urafiki wa karibu kati ya Rubi na Lina ulianza kufifia. Wakati fulani walikuwa wakikaa pamoja kwa saa kadhaa wakisimulia ndoto zao na mipango ya maisha, lakini sasa Lina alikuwa na shughuli nyingi za kuwa mama na kuendesha familia yake. Hakupata tena muda wa kukaa na rafiki yake. Rubi alihisi pengo kati yao likikuwa taratibu. Kadri siku zilivyoendelea, Rubi alianza kujikuta akipambana na wivu. Ilikuwa vigumu kwake kuangalia maisha ya Lina yaliyojaa watoto na furaha, huku yeye akiendelea kuwa peke yake. Kila aliposikia kicheko cha watoto wa Lina kutoka chumbani kwake, moyo wake uliumia zaidi. Mwanzoni alijaribu kuyapuuza mawazo hayo. Alijua anapaswa kumfurahia rafiki yake, lakini uchungu ndani yake ulikuwa kila siku. Lina naye alianza kugundua mabadiliko katika urafiki wao. Aliona jinsi Rubi hakupitia kuwasalimia kama ilivyokuwa kawaida, na walipokutana uso kwa uso, ukimya ulitanda kati yao. Siku moja, Lina akiwa anamzungusha mwanaye wa mwisho ili alale, alijiuliza, mbona Rubi ananichunia hivi? kuna nini tena? Siku moja Rubi alipokuwa akifagia mbele ya mlango wake alimwona mume wa Lina, ambaye majirani walimzoea kumwita baba Sadiki, akitembea kurudi nyumbani, akiwa na kifurushi kizuri mkononi. Rubi alimtazama kwa makini alipokabidhi kifurushi kile kwa Lina, aliyekipokea kwa furaha. Ilikuwa kitenge kizuri chenye rangi angavu, aina ya vitenge ambavyo Lina hupenda sana. Moyo wa Rubi ulizama kwa wivu. Kwa nini mume wangu hawezi kunifanyia hata zawadi ndogo kama hiyo aliwaza kwa huzuni. Jioni hiyo mume wake Oli aliporudi nyumbani kutoka kwenye karakana yake ya Buguruni maduka mawili, Rubi hakujizuia tena. Alimkabili huku sauti yake ikitetemeka kwa hasira. Ali, kwa nini hujawahi kuniletea zawadi hata moja kama vile baba Sadiki anavyomletea Lina? Angalia jinsi anavyomheshimu mke wake. Na wewe unanichukuliaje? Ali alimtazama bila hisia akasema kwa sauti ya kutojali, Rubi, unajua ninajitahidi. Tena wewe hukuwahi kunizalia mtoto hata mmoja, unataka nikununulie zawadi kama za baba Sadiki kwa Lina? Maneno hayo yalimuumiza Rubi mpaka machozi yakaanza kujikusanya. Hiyo si haki Ali, kwamba kwa sababu sina watoto basi siwezi kupata heshima au upendo Sio kwamba sipendi, ni kwa sababu Mungu hajajalia bado. Ali alitingisha kichwa chake akasema kwa masikitiko, watu sasa wananiita Ali bila mtoto, hata jina limepotea. Unadhani sipendi kupata watoto? Acha kunikumbusha mambo haya, nenda ukapike tafadhali. Rubi alibaki ameketi kimya, moyo wake umejaa uchungu. hakutaka tena chochote usiku huo. Siku moja ya jua kali, Lina alikuwa akiosha nguo za familia yake. Alijisikia vizuri alipoona nguo zikipukutika vumbi na uchafu. Baada ya kumaliza, alizianika nguo zote nje ya nyumba, zikipepea taratibu kwa upepo wa asubuhi. Baada ya hapo, akaamua kuwapeleka watoto wake kliniki Buguruni Mnyamani kwa ajili ya chanjo. Alikuwa na matumaini kwamba angewahi kurudi kabla mvua haijanyesha. Lakini bahati mbaya alipokuwa kwenye foleni ya kliniki, mawingu meusi yakaanza kujikusanya juu ya anga. Alijua mvua ilikuwa njiani. Lina aliharakisha kuwaondoa watoto wake kliniki, lakini tayari mvua kubwa ilikuwa imenyesha. Alipofika nyumbani, moyo wake ulimuma alipoona nguo zote za watoto wake na za mumewe zikiwa zimelowa vibaya sana. Alijikumbusha kuwa alimwomba Rubi amsaidia kuingiza nguo ndani endapo mvua ingetokea. Nilimwomba Rubi, kwa nini hakusaidia? Na alijiuliza kwa huzuni. Alipopanga nguo zile zenye maji, hasira ilimjaa. Bila kufikiria mara mbili, alikwenda kwa kasi hadi nyumba ya Rubi. Aligonga mlango kwa nguvu. Rubi alipofungua, uso wake ulionyesha mshangao. Rubi, Nilikuomba unisaidia kuingiza nguo zangu ndani kama mvua itanyesha. Uliniahidi, lakini hukufanya lolote, Lina alisema kwa sauti ya hasira. Rubi alivuka mikono kifuani na kusema kwa kujihami, ni mimi niliyekuambia uanike nguo zako nje? Ulipaswa kujua kuwa mvua inaweza kunyesha, si kosa langu. Maneno hayo yalimuuma Lina sana. Ilikuwa kama rafiki yake anamdharau kabisa. Kwa uchungu alijibu, nilifikiri wewe ni rafiki yangu, mtu wa karibu, nilitegemea utanisaidia, lakini sasa najua huna tena moyo wa urafiki. Rubi akajibu kwa sauti baridi, sioni wapi imeandikwa kwamba ni wajibu wangu kulinda nguo zako, kama hukutaka zilowane ulipaswa kuchukua tahadhari mapema. Ukimya mzito ulitanda kati yao. Lina alihisi uhusiano wao sasa umevunjika kabisa. Ule uhusiano wa kindugu waliokuwa nao zamani ulihisi kama ndoto ya zamani tu. Miaka ikaenda na ukimya kati ya Rubi na Lina ukaongezeka. Wote walijitenga na kuendelea na maisha yao. Waume zao Ali na Baba Sadiki walikuwa wakipeana salamu za kawaida tu pale walipokutana njiani, lakini mazungumzo yao yalikuwa ya juu juu tu, hayakuwa na ukaribu wowote. Wakati huo, Lina alikuwa na watoto watano, kila mmoja akiwa baraka kwake. Watoto walijaza uwanja wa nyumba yao na kicheko, wakicheza mchezo wa kukimbizana, kujificha na michezo ya kawaida ya watoto wa Buguruni. Kicheko chao kilimletea furaha hata siku ambazo alikuwa amechoka sana. Lakini upande wa pili, Rubi alikuwa akiwatazama kwa mbali alijikuta amezidiwa na hisia mchanganyiko, furaha kwa rafiki yake wa zamani, lakini pia maumivu ya kukosa kile alichokitamani maisha yake yote, mtoto wa kumwita wake. Wakati maisha ya Lina yaliendelea kwa furaha, Rubi aliendelea kuishi na huzuni moyoni. Siku moja jioni, alipokuwa ameketi kimya kona ya mgahawa maarufu wa Buguruni Sheli akiwa na chupa ya soda mkononi, alihisi uzito mkubwa wa huzuni moyoni mwake alikuwa ameandaa kukutana na rafiki yake wa karibu Ana, mwanamke aliyekuwa amekuwa naye pamoja nyakati nyingi ngumu. Walipokaa kuzungumza kuhusu maisha, Rubi alishindwa kuvumilia tena na kumimina hisia zake zote. Ana, inakaribia miaka 40, sasa nilidhani hadi sasa ningekuwa na watoto wangu mwenyewe. Lina ana watoto watano, inaniumiza moyo sana. Kuna nini kibaya kwangu? Ana ambaye naye alikuwa hajapata mtoto na alikuwa wa umri kama wake, alitikisa kichwa kwa upole. Na kuelewa sana Rubi. Hii hali si rahisi hata kidogo. Lakini usikate tamaa. Kuna njia nyingine ambazo unaweza kujaribu. Unamaanisha nini? Rubi aliuliza kwa mashaka. Ana alisogea karibu, sauti yake ikawa ya siri kama anayefichua jambo kubwa. Nimesikia kuhusu mganga mmoja wa jadi huko Buguruni Kisiwani. Wanawake wengi wa hapa mtaani wameenda kwake baada ya kukosa watoto kwa miaka mingi. Anajua kutambua chanzo cha tatizo na huwapa dawa ya kusaidia Rubi. Alitulia, akamwangalia rafiki yake kwa mshangao. Mganga? Unadhani hilo linaweza kusaidia? Nimejaribu madaktari na matibabu mengi, hakuna kilichofanya kazi. Ndiyo, najua ni njia ya tofauti, Ana alisema kwa sauti ya matumaini, lakini wengine wameshuhudia mafanikio. Kama uko tayari, tunaweza kwenda pamoja, hii inaweza kuwa nafasi yako ya mwisho. Rubi alifikiria kwa muda, ilikuwa ni jambo geni kwake, lakini alikuwa amechoka na mateso ya miaka mingi. Akasema kwa sauti ya mchanganyiko wa matumaini na hofu, sawa, tutaenda lini? Jumamosi hii nitapanga kila kitu. Ana alisema kwa tabasamu la faraja, usijali, nitakuwa nawe kila hatua. Ilipofika Jumamosi, Rubi alijikuta akihisi mchanganyiko wa msisimko na wasiwasi. Yeye na Ana walitembea hadi kwa mganga huyo wa Buguruni Kisiwani, eneo lililojificha pembeni mwa mtaa karibu na mitaro ya zamani. Jengo la mganga lilikuwa la udongo limezungukwa na miti ya miembe na mihogo, na ndani kulikuwa na mwanga hafifu wa kandili uking'aa ukutani. Mganga huyo mzee, mwenye macho makubwa na uso uliojaa mistari ya hekima, aliwapokea kwa ukimya wa heshima. Baada ya salamu na maelezo ya kawaida, alimwomba Rubi eki mbele yake. Niambie tatizo lako binti wa Buguruni, mganga alizungumza kwa sauti nzito lakini tulivu. Rubi alipumua kwa kina, akaanza kusimulia maisha yake, maumivu ya miaka mingi ya kutopata mtoto, wivu dhidi ya Lina na uchungu alioubeba kila alipomsikia mtoto akicheka. Mganga alimsikiliza kwa makini. Alikaa kimya kwa muda, kisha akasogea karibu na kusema kwa sauti ya siri. Tatizo lako haliko katika mwili pekee. Uzao wako umechukuliwa kwa njia ya kiroho. Rafiki yako Lina alichukua tumbo lako na kuliweka kwake. Ndiyo maana yeye ana watoto na wewe huna. Maneno hayo yalimwangukia Rubi kama radi. Unamaanisha nini? aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, mganga aliendelea, kipaji chako cha uzazi kilihamishwa kwa nguvu ya kishirikina, lakini unaweza kukirejesha kwa masharti maalum. Mganga huyo alitoa chupa ndogo ya kijani yenye kimiminika kinachong'aa kama mafuta ya taa, akamkabidhi Rubi na kusema kwa uzito, usiku wa manane mimina dawa hii juu ya viatu vya watoto wa Lina. Watakapovivaa watapatwa na maradhi makali, na uzazi wako utarudi kwako. Rubi alitetemeka, akaitazama chupa hiyo kwa hofu. Hakuna njia nyingine? Siwezi kudhuru watoto wa mtu. Mganga alitikisa kichwa, hii ndiyo njia pekee ya kurudisha haki yako. Akiwa amechanganyikiwa, lakini akiwa na tamaa ya kupata mtoto, Rubi alikubali. Aliondoka akiwa na chupa mkononi, moyo wake ukiwa mzito. M, usiku huo ulifika kwa utulivu mkubwa katika mtaa wa Buguruni Kisiwani. Anga lilikuwa tulivu, upepo mdogo ukipuliza vuguvugu la usiku. Watoto wa Lina walikuwa wamecheza hadi wakachoka. Walikimbizana, walicheza kombolela na kufurahia mpira wao mpya waliozawadiwa na baba Sadiki. Kama ilivyo kawaida yao, waliziacha ndala zao nje ya nyumba wakakimbilia ndani kulala bila hata kuzichukua. Lina alikuwa amechoka sana kwa kazi za siku nzima, hakukumbuka kabisa kuwahimiza watoto wake kuingiza viatu vyao ndani kama kawaida. Aliwati hakukumbuka kabisa kuwahimiza watoto wake kuingiza viatu vyao ndani kama kawaida. Aliwatandika vitandani, akawapiga busu kila mmoja, kisha akastaafu chumbani kwake, asijue chochote kuhusu kile kilichokuwa kinakaribia kutokea. Wakati huo, Rubi alikuwa akichungulia dirishani kwake kimya kimya, akiangalia kama kila mtu amelala. Mikononi mwake alikuwa ameshikilia chupa ile ya kijani aliyopewa na mganga moyo wake ulikuwa ukipiga kwa nguvu. Alikuwa amewaza sana kuhusu tukio hilo mchana kutwa, akijaribu kujipa ujasiri kwa kurudia maneno ya mganga, hii ndiyo njia pekee. Usiku ulipoingia sana na utulivu ukatanda, Rubi alifungua mlango wake taratibu. Alijitokeza na kujifunika shuka nyeusi, akajificha giza la usiku. Aliangalia kushoto na kulia kuhakikisha hakuna mtu aliyekuwa macho akapumua kwa nguvu, kisha akaanza kutembea kwa hatua za polepole kuelekea pale viatu vya watoto wa Lina vilipoachwa nje ya ukuta wa nyumba yao. Alipofika alifungua chupa ile kwa mikono inayotetemeka akamimina kimiminika cha kijani juu ya kila kiatu. Maji yale yalitoa harufu isiyo ya kawaida, yakimeta katika mwanga hafifu wa mwezi kama mafuta yaliyoloweshwa taa Wakati ya kimimina alianza kunong'ona maneno ya kishirikina aliyofundishwa na mganga, kwa damu ya chura na mvuke wa mchana wa jua, wafumbe macho wachukue ugonjwa, nami nirejee uzazi wangu e. Alipomaliza akafunika chupa, akakimbia haraka kurudi ndani, akafunga mlango kwa nguvu ya hofu, kisha akajiegemeza ukutani kana kwamba alikuwa akijilinda na kitu kibaya alichokifanya. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi Alikaa kitandani usiku kucha macho wazi, akisubiri matokeo. Alijiuliza kama kweli watoto wa Lina wangekuwa wagonjwa asubuhi ile. Je, angefanikiwa kupata mtoto kwa njia hiyo? Hakuwa na uhakika, lakini tamaa ya kuwa mama ilimfanya asahau tofauti kati ya haki na uovu. Lakini asubuhi ilipofika, eh, jua lilipochomoza Buguruni kama kawaida, Lina aliinuka na kuanza shughuli zake za kila siku. Watoto wake walitoka vyumbani wakiwa wenye afya, wakicheka kama kawaida, wakikimbia huku na kule, wakiwa wanakula uji. Waliendelea na kelele zao, wakipigana kwa utani, wakisema mama mpira wetu leo tunacheza na watoto wa kwa kina Salma. Rubi alichungulia dirishani kwake, akashangaa. Hakukuwa na mabadiliko yoyote, watoto walikuwa salama kabisa, wenye nguvu na wakifurahia maisha yao. Siku ikaenda bado hakuna kilichotokea. Wiki ikaisha na watoto wa Lina waliendelea kuwa na afya njema zaidi kuliko hata kawaida. Rubi alianza kuchanganyikiwa, mbona hamna kinachotokea? Mbona wale watoto wako sawa tu hivi? Mganga alinidanganya? Lakini kila usiku aliendelea kumwaga dawa ile ile juu ya ndala za watoto, akijipa matumaini kuwa labda bado muda wake haujafika wivu wake uliendelea kukua, lakini matokeo hayakuonekana. Asante kwa kuendelea na mimi. Hii hapa sehemu inayofuata ya hadithi, ambapo harufu ya ajabu inaanza kugundulika na Lina anaanza kushuku jambo. Imeandikwa kwa Kiswahili sanifu chenye lafudhi ya Buguruni. Siku moja asubuhi watoto wa Lina walikuwa wakijiandaa kutoka kucheza nje kama kawaida lakini kabla hawajavaa ndala zao, mtoto wa kwanza Sadiki alikunjamana sura na kusema, mama, hizi ndala zina harufu mbaya sana kama kitu kilichooza. Lina aligeuka kwa mshangao, hebu nilete hizo ndala niziangalie. Alizipokea akazinusa kwa tahadhari. Harufu iliyotoka ndani ya ndala hizo ilimfanya akunjue uso mara moja. Ilikuwa harufu ya kipekee, mchanganyiko wa uchungu kama sabuni iliyooza na kitu cha tambiko. m mm. Hii harufu si ya kawaida, alisema kwa sauti ya kushangaa. labda paka alienda kukojoa hapa. Aliziosha ndala vizuri kwa maji ya sabuni na dawa ya kusafishia sakafu, lakini hata hivyo harufu haikutoka. Alijaribu tena siku iliyofuata, lakini bado ndala zilitoa harufu hiyo ya ajabu. Watoto wake walizidi kulalamika, kila mmoja akisema ndala zake zina harufu mbaya, na wakati mwingine ndala zingine zilikuwa na rangi ya kijani iliyokauka juu yake, kama zililoweshwa na kitu kisichojulikana. Hapo ndipo wasiwasi ulipoanza kumwingia. Lina alikumbuka kwamba aliwahi kumwomba Rubi amsaidia kuingiza ndala za watoto usiku mmoja, lakini tangu hapo mambo yalikuwa yamebadilika. Siku moja usiku, Lina alikaa sebuleni kimya, macho yake akiwa yamelenga mlangoni. Moyo wake ulikuwa na msisimko usio wa kawaida. Aliamua kupanga mpango wa kumbaini mtu anayehusika na harufu hiyo ya ajabu. Kesho nitakaa macho usiku kucha. Kama kuna mtu anayefanya jambo kwenye ndala za wanangu, leo nitamkamata. Usiku ulipofika, Lina alizima taa na kujificha dirishani kwake akiwa na simu mkononi, tayari kwa kuchukua picha au video yoyote ya mtu atakayethubutu kufanya jambo lolote la ajabu. Ukimya wa usiku ulitawala Buguruni. Mbwa walikuwa wakibweka mbali, upepo mdogo ukivuma na kupeperusha karatasi pembeni ya barabara. Ghafla, muda wa usiku wa manane ulipokaribia, Lina alimwona kivuli kikisogea kwa tahadhari upande wa nyumbani kwake. Moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu. Ni Rubi. Alikuwa amevaa shuka jeusi, akiwa amebeba chupa mkononi. Alisogea taratibu pale zilipo ndala za watoto. Lina aliwasha kamera ya simu yake kwa haraka, akaiweka kwenye flash. Rubi alipoinama kutaka kumimina dawa juu ya ndala kama kawaida, mluzi mkali wa kamera uling'aa usoni pake, Aliyepigwa na mshangao, Rubi aliruka kwa woga, chupa ikakaribia kuanguka. Kabla hajafanya chochote, Lina alitoka nje haraka akiwa na simu mkononi, akiangaza uso wa jirani yake kwa mwanga mkali wa tochi. Rubi, unafanya nini hapo kwa ndala za watoto wangu? Unataka kuniua na familia yangu? Rubi aliganda, macho yakiwa yamejaa hofu, hakuwa na la kujibu. Lina alimsogelea kwa hasira, akampiga picha kadhaa na kusema kwa sauti ya juu. Wewe ni mchawi. Umekuwa ukiloga watoto wangu kwa sababu ya wivu wako. Leo hii kila mtu atajua uovu wako. Majirani wakaanza kutoka nje, kila mtu akiwa na mshangao na maswali. Wengine walikuwa bado na nguo za kulalia, wengine walikuja na simu zao kurekodi tukio hilo. Lina aliendelea kupaza sauti. Huwezi kuendelea kuishi na sisi hapa Buguruni kama uko na roho ya kishetani. Umekuwa ukitabasamu mbele yangu, kumbe nyuma yangu unaloga watoto wangu. Rubi alisimama kimya, akitetemeka huku akishikwa na butwaa. Hakuwa ameona mwisho huu ukija. Alitaka mtoto, lakini sasa aligeuka kuwa adui wa mtaa mzima. Siku iliyofuata habari za usiku ule zilisambaa kwa kasi, mitaa yote ya Buguruni Kisiwani, Malapa, Sokoni hadi kwa Sheli. Watu walionekana katika vikundi wakinong'ona, umesikia kuhusu Rubi? Yule mama aliyekuwa akionekana mpole, kumbe alikuwa na roho mbaya namna hiyo! Eti alimwaga dawa ya kichawi kwenye ndala za watoto wa Lina. Simu zilitembea, picha zilienea kwenye WhatsApp za mitaa na majirani wakaanza kumtenga Rubi. Hakuna aliyemkaribia tena, watoto waliogopa kupita mbele ya mlango wake, hata wachuuzi walikwepa kuuza karibu na nyumba yake. Mwenyekiti wa mtaa wa Buguruni Kisiwani alifika akiwa ameandamana na wazee wa mtaa. Walimuita Rubi mbele ya mkutano wa dharura uliofanyika kwenye uwanja mdogo wa shule ya msingi ya karibu. Aliambiwa aeleze ukweli. Rubi, akiwa na machozi, alisimama mbele ya umati wa watu waliomkodolea macho. Sauti yake ilikuwa ya chini, lakini kila mtu alimsikia: nilikosea, wivu ulinipofusha. Nilikuwa nimekata tamaa ya kupata mtoto na nilihisi dunia inanichukia, lakini sikupaswa kumgeukia rafiki yangu. Nilifanya uamuzi mbaya sana, eh. Lina alikuwa ameketi pale mbele akiwa ameshika mkono wa mwanaye mdogo. Hakuwa na maneno ya kusema, moyoni alikuwa amejaa huzuni na mshangao, si kwa uchawi, bali kwa jinsi urafiki wa kweli unaweza kubadilika kuwa uadui mkali. Baada ya kikao kirefu, wazee walitoa tamko: Rubi anatakiwa kuondoka Buguruni kwa muda usiojulikana, hadi pale jamii itakapojiridhisha kuwa hana nia ya kudhuru tena. Alirudishwa nyumbani na wachache waliomwonea huruma, akapakia virago vyake na kufunga safari kwenda kuishi kwa dada yake maeneo ya Mkuranga. Miaka kadhaa ilipita. Buguruni ilitulia tena. Lina aliendelea kulea watoto wake kwa upendo na heshima. Alikuwa mama shupavu aliyepitia mengi lakini hakuyumba. Siku moja ya Jumapili alipokuwa akifua nguo za watoto wake, kijana mmoja alipita karibu na nyumba yake akamwambia, "Mama Sadiki, kuna mwanamke anakuulizia sokoni. Anasema anaitwa Rubi na amerejea kutafuta msamaha." Lina alinyamaza kwa muda. Alinyanyua uso wake akaangalia mbinguni. Moyoni mwake bado kulikuwa na alama za uchungu, lakini pia nafasi ya msamaha. Alijua kuwa hakuweza kufuta yaliyopita, lakini angeweza kuchagua njia bora kwa siku za mbele. Mafunzo ya hadithi hii: wivu ni sumu ya moyo. Rafiki wa kweli ni yule anayefurahia mafanikio ya mwenzake. Usikubali tamaa na huzuni vikakufanya usahau ubinadamu wako, kwa sababu e, eh, kila mtu ana wakati wake. Je, umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii? Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba usubscribe, ulike na ukomenti kwenye video yangu. Asanteni.